Wateja wetu wa Silent Ocean Simba Bahari kutokea EU branch, inaitwa Abdulaziz. Wakati huu ni wakati sahihi kwa wewe mteja wetu kuleta mizigo yako kwa uharaka katika warehouse zetu hizi za EU. Silent Ocean tumekuwekea infrastructure ambazo zitakurahisishia wewe mteja wetu kuleta mizigo yako na kusafirishia kwa uharaka, usalama na unafuu mkubwa. Warehouse yetu ni kubwa, ina e, takriban square meter 2500 ambazo zitaweza kuakomoditi mzigo wako hata ukiwa na ukubwa wa namna gani. Kwa hiyo tunakuhimiza, tunaelekea mwisho wa mwaka wa Kichina, wachina wote watafunga masoko yao. Ongea na supplier wako, ongea na wachina walete mizigo kwa uharaka, na sisi tutakupakilia mizigo yako kwa uharaka. Kontena mbili zinamalizia kupakia, lakini nakukumbusha mizigo inayoingia tena hapa itapakiliwa moja kwa moja kwenye kontena hii. Ni kudhihirishia kwamba mizigo ikiletwa haikai, ili iweze kufika Tanzania kwa haraka na kuwahi sikukuu za uh, kipindi kile cha Ramadhani, maanake sikukuu za Eid pamoja na sikukuu za Pasaka.